So, thank you. Tuelekee kaunti namba 48. Rais wa Tanzania Samia Suluhu amezindua rasmi tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mwezi uliopita. Rais Suluhu ameitaka tume hiyo kuchunguza kiini cha machafuko yaliyoshuhudiwa pamoja na matamshi ya wanachama wa upinzani.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 Kutoka kaunti namba 48 tuelekee kaunti namba 25 kwake Boniface Barasa ambaye anatufahamisha kwamba muungano wa wasomi kutoka eneo la